ODM, ODM. Salam alaikum. Alhamdulillah. Subhanahu wa taala. Asante, nikae chini. Asante. Thank you. Ah, ndugu zangu ni na ndugu na madada na viongozi wote, mimi leo nina furaha tele kufika mbele yenu. Hii ndiyo siku yangu ya kwanza kufika hapa Mombasa, baada ya kuteuliwa na kamati yetu ya executive NEC, kwa acting party leader baada ya kupoteza ndugu yetu uh, Raila Amolo Odinga. Huyu ndugu yetu alikuwa ni kama sio ndugu peke yake, alikuwa confidant yangu, alikuwa rafiki yangu, tulikuwa pamoja kama twins, kwa sababu tofauti yetu ilikuwa ni kidogo sana, mwaka moja na miezi mbili hii ni kuonyesha, mama yangu alikuwa faithful, haraka, haraka. <laughs> aka aka akamleta, na mimi nilipigwa na bumbwazi sana, nilipigwa kofi ile e, kubwa nilikuwa na shock kubwa sana kupoteza yeye na tena huyu uh, ndugu yangu uh, gavana ndio alinipropose nichukue hii kiti ya <laughs> lakini sijui ni nini aliona kwangu ndio akanipropose. Wengine wanasema ati hii, hii ni mambo ya familia. Sio mambo ya familia. Oburu Oginga hakuna experience ya kutosha ya kuongoza nimekuwa kiongozi kwa nchi hii kwa miaka na miaka. Mimi nilianza kuwa kansila ya Kisumu 1974 to 79, eh, tena elected, sio nominated. <laughs> elected, na nimekuwa na wananchi Bondo huko four times, nimekuwa nominated once, na sasa nikawa member ya Yala, na mimi sasa nina serve term yangu ya saba, seventh term, katika bunge ya Kenya. Kwa hiyo mimi, kwa experience, naona nina experience ya kutosha ya kuongoza chama yetu, lakini chama ni watu, chama sio binafsi, sama chama ni watu, na mkiniunga mkono, basi nitafaulu, lakini mkikosa kuniunga mkono sisi zote tutazama. Kwa hivyo, tuna naomba tufanye kazi pamoja, tuendelee kuimarisha chama yetu, na hii chama ikiwa imara ndio mtaheshimika. Hakuna mtu atawaheshimu ikiwa nyinyi ni wanyonge, ikiwa nyinyi ni wachache, na ikiwa nyinyi mnaruhusu watu kuingilia nyinyi Polepole pole na pesa na nini na uongo na porojo. Ninyi mwe gangari. Ikiwa mtu ameleta kitu ya kukula, we kula tu <coughs> lakini hiyo ni shauri yake ye, ni wewe, ni mwana chungwa na usimame gangari, ndio utaheshimika. Na sisi tufanye kazi, tuliingia kwa serikali tufanye serikali, ilikuwa karibu kuanguka. Lakini tukasema hii serikali ikianguka, ile chaos ambayo itatokea itaumiza wata wale watoto wetu, ni jenzi ambayo walikuwa wanajitet wana, wana, wana, wana ile kwajitetu walikuwa wanasema ajenda yetu sisi wa ODM, yale maneno yote walikuwa wanasema, ndio sisi tulikuwa tunasema wakati tulikuwa tunabeba sufuria kwa vichwa. Kweli au sio kweli? Lakini serikali kuanguka bila uchaguzi inapatia nafasi ami kuingia, ami ikiingia, nyinyi nyote, sisi zote, sisi wote, sisi wa, wa viongozi tutaenda hata hao vijana ni bunduki tu t tip, tip, tip. Ha, na tutaki bunduki, tunataka demokrasia. Sisi ni chama ya demokrasia, na kwa hivyo tulisema serikali zianguke, tukaingia tufanye polepole, tukafanya 10 point agenda hiyo. 10 point agenda ile tukakubaliana na hawa, hiyo ndio tutaitimiza Tutachunga, tukachungalia tuone kila point imetimizwa mpaka 2027 20, tufanye pamoja mpaka 2027 20. Ikifika 2027 na nyinyi mko gangari. You can either form the government or you will be in the government. We are but we are not going to be be a party which will be out of government. Sasa hiyo ndiyo msimamo tusimame.